Mapema leo katika mgahawa wa Safari Park, jiji kuu la Nairobi, na aliwasili Rais William Ruto akiwa ameandamana pamoja na mama taifa Rachel Ruto na naibu wake Profesa Abraham Kithure Kindiki na mkewe, tayari kwa siku ya maombi ya kitaifa, ambapo mamia ya Wakenya walijumuika kufuatilia hafla hiyo moja kwa moja. Mahubiri ya Ricky Bolden mzao wa Marekani yakilenga kuwatetea vijana wa kizazi kipya cha Gen Z. No one's ever apologized. No one's ever said, "I'm sorry for the horrific pain that you experienced." They've never done it in our history in this country. And I just want to suggest to you when when we're talking about relationships and we're talking about really rebuilding relationships, wouldn't it be beautiful? Katika mahubiri yake, Mazima Bolden amesema kuwa inavunja moyo sana kuona kilio cha vijana kikipuuzwa na kufanyiwa mzaha na utani na viongozi waliokuwa kwenye nyadhifa za uongozi. If leaders would stand up and say to our Gen Zs, we had you arrested and we knew that had we know that had to be traumatizing and we're sorry. Bolden ameitaka serikali kuwaheshimu vijana na kusikiza malalamishi yao bila kuonyoshea kidole cha lawama. Rais William Ruto kwa upande wake akijitetea kuwa ameimarisha uchumi wa nchi kuanzia kwenye lishe hadi makazi, akipigia upatu mpango wake wa nyumba za bei nafuu. Our, we have increased in our tea sector. We have a better paying coffee sector. We have reformed our sugar sector. It is doing well. When I went to hand over keys to the first 1,080 home owners

Alipochukua usukani wa mikrofoni, Naibu Rais Kithure Kindiki aliwataka vijana kuheshima mamlaka na viongozi huku akishikilia kuwa serikali isalama na inasuluhisha changamoto zinazowakumba vijana katika kizazi cha leo. We respectively request our children also to realize that there is a role we can play not necessarily in terms of science and and, and all the beautiful things they know from the internet but uh, a few tips here and there that could make their otherwise powerful lives even more powerful going forward. Kauli ya Rais William Ruto pamoja na naibu wake Kithure Kindiki ikitiliwa mkazo na mbunge wa eneo bunge la Likoni Mishi Juma Mboko. Hata Rais aliwaita vijana na akasema, mimi nimekubali kukaa chini na vijana na tuzungumze na tuelezane na nafikiri baada ya hapo, tangu wakati yao mambo ya Gen Z kumekuwa na vikao tofauti tofauti, hata kule nyanjani, sisi kama wabunge tumekuwa na vikao tofauti tofauti tukikaa na vijana na tukiongea na vijana na tukitathmini na tukisikiza yale wanayozungumza, kwa sababu tunajua wao, asilimia kubwa sana katika taifa la Kenya ni vijana, karibu asilimia sitini ni vijana. Kwa hivyo lazima tuweze kuwasikiza vijana, kwa sababu wao ndio wengi haswa katika taifa letu la Kenya, na wao ndio viongozi wa changa ambao lazima tuangalie generation yao itakuwa ni generation ambayo itaweza kujenga hili taifa la Kenya. Maombi haya yakiwa na mashiko makuu kwake seneta wa Tanariva, Danson Mungatana

we visit each other in our local churches and uh, all these kind of things that we do vile vile naye hangeachwa nyuma kwa kuomba vijana wa Kenya msamaha i want to to say to our young people if you understood us leaders uh, who have been put in positions uh, to be against you we are, we are are very sorry Samuel Baraka ni mwanafunzi wa sheria katika chuo kikuu cha Riara. Anatueleza kuwa maneno ya viongozi yamekuwa mengi kupitiliza na kile wanachohitaji kwa sasa ni vitendo. Ameomba msamaha, lakini unajua kuna kuomba msamaha na kuonyesha wewe unataka kusamehewa kweli. Unaweza kuomba msamaha kwa niaba tu ya kuomba msamaha, na si vizuri pia tunasema kama mnaomba msamaha tuone kwa matendo yenu. But the president's word is final when he he says we apologize I have, Actually he said I apologize. It is a good thing to apologize. It is a good thing and we appreciate the apology In fact, we are very hopeful that it will be the beginning of a new way of handling matters now that he realizes the mistake and that we can collaborate now as youth. Charity Kendi Mdhoni. Maombi haya ameyahudhuria mara si moja, na safari hii yakileta upekee wa kipekee kwake. Yeah. Amempiga pambaja Samuel Baraka kwa kutaka Rais William Ruto pamoja na utawala wa serikali ya Kenya Kwanza kuwajibika ipasavyo. Uh, Rais William Ruto kwa sasa atakuwa na kibarua kizito cha kurejesha upendo na imani iliyokuwepo mwanzo kwa njia tusiyoijua sisi, ila yake pekee pamoja na washauri wake ishirini na jopo la mawaziri wake. Serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto, baada ya maombi ya siku ya leo, imeyataja mamia ya maelfu ya maneno ambayo wengi wa Wakenya ambao tumezungumza nao katika mahojiano ya sikia leo wanasema kwamba wanatilia wasiwasi, haswa matamshi haya, wakisema kwamba kile ambacho kitawafanya waamini utendakazi wa, utenda wa serikali hii ni kuwafanyia wao kazi na kuacha maneno na viji maneno. Haya yote tunayapatia muda. Nikiripotia Mo Radio kutoka katika mgahawa wa Safari Park, barabara ya Thika Road, jiji kuu la Nairobi. Jina langu ni Roni Reagan Mo Radio 88.2 FM. We are in charge